Kulingana na Maandiko Matakatifu, magonjwa ama visababishi vya magonjwa ni viumbe ambayo, kwa maneno mengine, vimeumbwa na Mungu mwenyewe. Kwayo hakuna hata kimoja ambacho hakitokani na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mbu wameumbwa na Mungu. Parasites wanaoingia kwenye miili ya mbu na kuingia kwenye miili yetu na kuleta magonjwa wameumbwa na Mungu. Bakteria wameumbwa na Mungu. Virusi vimeumbwa na Mungu, na kila kimoja Mungu alikiumba kwa kusudi maalum. Ukitazama sana utagundua kwamba viko viumbe ambavyo vimeumbwa kubadilisha udongo uwe na afya viko viumbe ambavyo vimewekwa kwenye utumbo wetu ili vichakate chakula tunachokula. Viko viumbe ambavyo vimewekwa kwenye midomo yetu ili vichakate tunachotafuna. Viko viumbe ambavyo vimewekwa katika kuwa zetu ili vichakate hewa inayoingia isiingie na wadudu, na vyote hivyo vimeumbwa na Mungu kila kimoja akakiweka mahali pake kwa kusudi lake kwa utimilifu wa uumbaji, na historia ya kitabu cha Mwanzo cha, cha Musa kinaonyesha hayo kwa utaratibu mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nini kimetokea hata tukawa na magonjwa? Mungu tangu alipoumba alitambua ya kwamba kwa kuwa yeye ni anajua yote, alitambua kwamba kuna nyakati mwanadamu, kwa sababu ya uhuru aliopewa kule kwenye Anglican canons wanaita free will ama uhiari aliyopewa, atavuka mipaka aliyokuwa ameiweka Mungu na kuvuka huko mipaka utapelekea mwanadamu apoteze uelekeo, na kwa hiyo utapaswa kuwa na njia za kutengeneza urudi. Na kwa hiyo aliumba miti kwa ajili ya tiba, akaumba maarifa kwa ajili ya wanadamu watumie maarifa hayo kutumia miti hiyo kwa ajili ya kurudi kwenye recovery atazama magonjwa utaona, kana kwamba baada ya mwanadamu kuvuka hiyo mipaka, unaona sasa magonjwa yanakuja kwa njia kubwa kama tatu ama nne. Ya kwanza ni magonjwa yanayoleta na yanayoletwa na dhambi, na dhambi kama tunavyofahamu ni uwasi. Uwasi uko aina mbili, uasili unaoletwa na huyo mwovu, tunamwita Ibilisi. Halafu kuna ule tunaotenda wenyewe, mwingine kwa kukusudia, mwingine kwa kutokusudia, ama za kukusudia ama zisizo za kukusudia. Kwa mfano, ukifika milima ya Amani kwa miaka mingi, mpaka miaka ya themanini, hapo haikuwa rahisi kupata malaria kule Mushoto, haikuwa rahisi kupata malaria kule Njombe lakini baada ya kuondoa baadhi ya mimea fulani fulani kwa ajili ya kutafuta maeneo ya kulima mimea ambayo ilikuwa ndio inaua hawa wadudu, wasiwepo sasa mahali ya kila mahali. Hatukukusudia, lakini tumeondoa hiyo mimea, naweza ikaleta ugonjwa. Lakini pili, ujinga. Sasa hii sio dhani ujinga Yapo magonjwa yanaletwa kwa sababu ya ujinga wetu wenyewe, ama niite si upumbavu. Amen. Kwa mfano, mtu anayeharisha si kala mazi sindioe? Mtu naharisha damu, natapika damu, huyu maana yake nini eh? <laughs> si, si ukweli tu kwamba kala nini kala nini <laughs> Anaandua maneno makali kidogo, anasema kinyesi eh. Lakini wa ukweli tu kwamba umekula uchafu. Sasa huu ni ujinga. Kwa nini, ukunao nakuta liembe limedondoka hapo unatafuna, ujue kwamba pengine jana janataenda kachafua hapo, huwezi jua. Yako magonjwa, hilo ni kundi lingine la ugonjwa. Yako magonjwa analetwa na uonevu wa Ibilisi. Eh, wivu wake juu ya maendeleo yako na wewe mwenyewe kuji expose, na yako magonjwa yanaletwa na uadui kati ya mtu na mtu Mungu atusaidie. Bwana mm -hmm. Yesu asifiwe. Amen. Nimetaja aina zote nne. Kwanza dhani ya mtu mwenyewe, mm -hmm. ama ya kukusudia ama isiyokusudia, pili mm -hmm. Ujinga ama upumbavu hmm. Tatu, wivu wa shetani juu ya maendeleo yako hmm. na wewe mwenyewe kujiexpose humu, na nne, uadui kati ya mtu na mtu. Hayo yote yanaleta yanaleta magonjwa. Muda hautoshi, tungeza kupita kwa maandiko mengi, kukweli changamoto maana omaana wa Agani anasisitiza tafuteni, kuwa na amani na, na watu. Jitahidi kutengeneza kutoku, uadui sababu uadui unatengeneza jambo baya mbali mwisho, mtu anaweza akikukosa wewe, ataenda kwa mumeo au mkeo, akikosa mkeo au mumeo, atakwenda kwa watoto. Kumbe ungeachilia, unge tu usingekuwepo, hayo yasingekuwepo. Tena ingawa huwezi kumpendeza kila mtu, lakini jitahidi usitengeneze uadui na watu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yale yanayoletwa na bilisi, hakuna njia nyepesi, hakuna njia nyepesi sipokuwa kurudi kwa Mungu. Tumemsikia huyu aliokuwa na ukoma hapa vui, kamwendea Yesu, nataka kutakasika. Yesu akasemaje? atakasika Sakasika naye anatuahidi joni, kwangu yenye mizigo na kulemewa na mizigo nami. Nenda kwa Mungu, kaa katika mstari wa Mungu, sijiingize kwenye dhambi. Yale yanayoletwa na dhambi ni kuacha tu dhambi, hakuna njia nyingine. Hiyo ndio tiba yenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen.